Ni sijui niite vipi, lakini hakuna <laughs> namna yani, mi navo naona hakuna namna yani ipo ipo hivyo ishawekwa, lakini uh, kumweka msanii kwenye siasa, maana yake unamfanya unambana yule msanii kama alikuwa na, na mashabiki wa chama tofauti, maanake wale chama tofauti wanafanya nini? Wanamtenga yule msanii yani, akubaliana naye tena. Kwa hiyo hapo hapo unampa msanii sawa, unampatia pesa na nini na nini, lakini bila kujua yule msanii kwamba tayari kashagawanyisha watu. E, kuna watu ambao wana vyama vingine wanakuona tofauti wewe tena wanakubadilika, yani wanakutoa wanakufuta, unapunguza mashabiki. Na tuombe Mungu nchi yetu iende kwa amani, kwa sababu isipoenda kwa amani, maana ni rahisi sana kumjua msanii fulani alifanya kampeni ya chama fulani, twendeni tukampige mapanga. Kumechafuka sasa, umechafuka fulani, anakaumu jumba lake hili na alikuwa anapiga kampeni ya chama fulani tumshushe down. Kwa hiyo ni kitu kingine cha hatari pia, lazima waelewe. Yani tu yani ieleweke, yani hakuna ubishi, yani kwamba unanipa kazi na kushabikia, lakini wakati huo inabidi niwe mmoja kati ya watu ambao tunaombea amani nchini kwetu, lakini kama hakuna amani manake, watu wanajua wewe fulani, ulikuwa kwenye stage una kila siku unasema chama hiki, chama hiki. leo sisi, tumechafuka hatutaki chama hiki, tunakufata wewe, tunakuchalanga, yani piga mapanga na kuchoma moto na kuumiza, no. lazima watu wajue yatalio. Hicho ndo kitu pekee, ndo maana hata mi naogopa kwa sababu Nyumbani kwa mama angu ukuta mdogo kweli yani, ukitanua tu mguu umeingia. Si umenielewa baba eh? E, naona eh, natamani pia, yani ki ukweli sio kama sitamani, yani mimi natamani, kwa sababu sinasikia wenzangu wanapata pesa bwana, kwa mimi natamani pia ningekuwa napata zile pesa, lakini wakati huo huo pia naona ah, anyway sawa, labda hizi sio pesa zangu kwa sababu pesa iko, unaweza ukaona pesa nyingi leo lakini kesho ukasikia kuna mtu mwingine na pesa nyingi. Ipo, ndo maana matajiri wanapishana. Leo huyu alikuwa namba moja, leo namba kumi, leo namba nane, namba tisa. Nani matajiri? Sio sisi napata pesa ah. Matajiri na kile wanapishana bado. Sasa hivi nani, uh Musk yuko pale, Elon, si ndio? Lakini sione kuna Bill Gates, kuna Waindi wana hela nyingi sana Waindi, matajiri wengi wa, wa, Waindi pia mefama kwa hiyo ni kitu cha kupishana sasa. Natamani hizo pesa lakini pia naangalia saa zingine bora nipo. Watu wanaona, watu wananiuliza, kweli wewe nipoaauchii vipi? Bora nikamwambia ah, mimi nipo. Sijawahi kuposti kitu chochote cha kuhusiana na chama chochote, na nimepigiwa nafikiri na vyama vitatu kama sikosei, kwenda kufanya matamasha, lakini sijawahi kuweka chochote sijawahi kukubaliana nao chochote tena. Wengine nawaambia kabisa, isee, naogopa nisionekane nimekuja, afu ikaonekana na Siyone, Afrika, watu wengine kwamba nimebagua, nimechagua. Kwa hiyo watu wawe makini na wajue kwamba wanajiweka wazi, yani e, unakuwa una tena nguo umejiweka wazi, mimi nashabikia huku. Kwa hiyo ina maana ikitokea kama mtafaruku wowote ambao ikabadilika laini, maana yake sasa nyinyi mko mpepo, umegeuka umekwenda, nyinyi hampo huku, nielewa. Kwa hivyo inakuwa tofauti tena. Ni kitu cha hatari na ni kitu cha kuangalia sana na kitu cha kuomba sana Mungu, tuwe na amani nchini kwetu. Tusipokuwa na amani nchini kwetu tunaona tu wenzetu kwenye TV kwenye nini wajishaua na mja fulani yupo, watu wanapita nje, nam, nama, mkuku, nam, na mkuku namna hiyo, unasemaje hapa kwa fulani, tunaingia bwana, hapa nyumba hii anakaa fulani, si Juma Odongo, tuseme msanii Juma Odongo anaishi umu, wanachochea sindio bwana, watu wanakuchoma moto, imasiara masiara, right. Lazima wajue hilo, lakini masiala masiala, kwa sababu asilimia kubwa ya watu ambao wanadili na kusikiliza kus, kusikiliza siasa ni watu wa hali ya chini sana. Wale watu wanashika vibendera, maskini wale jua kali, ile nini wale kwenye sivyama tofauti tofauti vya upinzani, sisemi chama kimoja. Wale sasa, asa wanaokaa chini wanasikiliza, wamama wale wa mabibi, yaani watu wa maisha ya chini sana Uwezi kumpeleka pale mtu ambae yuko uh, saa tatu ana, ana miting saa tano anaiaikia wapi saa saba i ataingia benki sana, ataenda vipi kwenye kampeni? Si tunaelewana? Uwezi kumweka mtulo yuko ofisini su. Kwaiyo kwaio watu wale walia chini sana tayari wana wana ukungu ambao waujui wao, wanao wakuabudu nomba nishiao